Kwa sababu leo ndo siku ya mwisho ya mashabiki kuwepo uwanjani, kwa sababu ndo timu ya ndo timu ya mashemboi na mashabiki wa uni. Ah, kumbe ndo wana mashabiki wa uni, yani ndo mashabiki wa uni, kwa sababu leo ndo siku ya mwisho kukanyaga kwa Mkapa. Na nakwambia tena, ukimwona shabiki wa Simba kwanzia kesho, yani kwa Mkapa, tafuta kituo cha polisi kilicho karibu na wewe, unaweza ukapata na donge nono, kwa sababu sisi Jumamosi tutakuwepo uwanjani. Jumamosi tutakuepo uwanjani ila wao Jumapili hawapoe atoke amchezo. <laughs> <laughs> kwa sababu kila kila kitu kilihona, mipango yote ilienda sawa na tukatoka na ushindi tunakitaka. Kwetu sisi Yanga Afrika ni kupata ushindi unapopata pointi tatu hakuna mpango mwingine ambao unaweza kujaji wewe kama wewe, kwa sababu unapojaji matokeo mengine wakati umetoka na furaha, ina maana wewe utakuwa sio miongoni mwetu, utakuwa umetumwa makelele mengi ya mashabiki wengi, nasema kwamba mpira ulikuwa haulindishi kivyo. Wewe unamuelewa kocha Roman Foy? Mimi namwelewa asilimia mia asilimia mia, mia, mia. unapomlaumu kocha angalia kwamba kwa wiki kacheza mechi ngapi. Wachezaji na wenyewe wanatumia damu kama uliokuwa nayo wewe wale watumii petroli wala dizeli wala watumii gesi wametoka wapi? So wametoka Angola, wanamda gani toka wamefika Angola siwana siku mbili, utakujaje kumlaumu kocha? alafu sasa unamlaumu kocha toka ametua Dar es Salaam, kuna mechi yote kafungwa? umlaumu hata draw katoa, hata draw. Kwanzia mechi za kirafiki mechi za za pre season huko zote kashinda, unakujaje kusema kwamba kocha Okay, anayeongea huyu anayeongea kwamba kocha yeah, mbovu. Yeye ndo mbovu akili yake mbovu. Tuachana hiyo, tuangalie sasa mchezo wa leo jana umeshaisha. Hmm. Watani zako, majirani zako, marafiki zako pia wapo. Leo video ya ah leo tumekuja kuona michekesho, yeah. Eh, kati ya ndalo labda na nani na na mchekeshaji mwingine, kwa sababu kiangalia leo kuna timu iko kamili, kuna timu nyingine haiko kamili eh, kwa hiyo usiji ukategemea kupata burudani. Kwa hiyo na maana wanaenda kupiga bomu mochwali hapo, wajisifu wameua. Leo hii Simba anaenda kupiga bomu mochwali hapo, ajisifu ameua, kwa sababu anaenda kukutana na wachezaji nane uwanjani wewe huko kumi na moja alafu napafuza kaiameshindayani. ni kwamba sema tu, kwa sababu ndo desturi yetu. sisi ni mashabiki ambao kwamba n mpira s sm tumekunywa maji, maji ya bendera ya mpira, kwa popote kwa, kwa, pale mpira unapochezwa lazima tuwepo. tumekuja kuangalia tu kwa sababu hakuna kitu cha kufanya, tumekuja kuangalia tu eh, ili mradi siku iende Wasemaji wao <laughs> so, wa kwamba wa, wa. wa, wa, wa. wa, wao hawana mzungu ila wao wanakocha. Yani msemaji wa Yanga nnia wa Simba, msemaji wa Simba anasema wao hawana mzungu wa kukopa ila wao wanakocha, wanakocha wa mkopo wa kuazima. Sasa unapojiambia yani, sema kwamba yani unapoongelea kwamba wanakocha Liyawa, wana mzungu anakoja angalia kwamba yuko kwenye vipengele gani? Mgemuuliza yuko kwenye vipengele gani, kwa sababu yule pale, kwanza moja, kawapa tahadhari mapema, yani kawapa tahadhari mapema. Najua kabisa kwamba ile timu inayokuja kutoka kutoka Botswana kuja hapa wanakuja kurudia Jwaneng Galaxy, si unanielewa? Yani ile timu inayotoka Botswana ikija hapa kwa Mkapa yanarudia Jwaneng Galaxy. Hapa Simba Botswana alishindaga mbili hapa, akaja kapigwa tatu moja kwao yale anakuja, wale wanakuja kutafuta goli, wow. Mbili tu wale wanakuja kutafuta, na ukiangalia ile mechi mpaka nani, yani Simba alikuwa kwamba anashikilia roho anashikilia moyo, alafu sasa namna, kawapa tahadhari mapema, akasema litakalotokea msije mkanilaumu. Kawashikia sana, amina, amina.